Nitumie nafasi hii pia kuwaomba, niliwaomba mwanzo mliombea taifa letu, lakini pia naomba muendelee kumwombea rais wetu. Wako watu ambao hawajui umuhimu wa nafasi ya rais katika nchi, kuna watu wanafikiri rais akipata shida nchi haipati shida. Nataka niwaambie aliwahi kutuambia Baba wa Taifa, kama unaweza kumtikisa mtu yoyote nchi ikabaki tulivu, lakini ukimtikisa rais nchi inatikisika. Tunaelewana hapo? kwa ni lazima tumuombe rais wetu, tufanye kila linalowezekana kuona kwamba kila siku tunamwombea kwa Mungu, afya njema, maisha marefu, lakini vile vile tumwombee busara na hekima ziendelee kumiminika kwake, lakini vile vile tumuombe Mungu aendelee kumsaidia kupata wasaidizi waaminifu wa kweli, waaminifu na wa kweli, kupata wasaidizi wanaoipenda nchi yetu kweli kweli, kupata wasaidizi ambao wanaumwa na maendeleo ya nchi yetu, kupata wasaidizi ambao wanatamani nchi yetu ibadilike iwe bora zaidi na zaidi na zaidi. Lakini vile vile tuyatumie maombi yetu kumwomba Mwenyezi Mungu ampe rais wetu macho ya tai, macho macho yanayoweza kumfanya awaone watu wabaya, atambue watu wachonganishi, atambue watu wa fitini, atambue watu waongo, atambue watu wezi, na atambue watu wasio waaminifu. Lakini vile vile tumwombe Mwenyezi Mungu afunge mageti ya Ikulu dhidi ya watu wabaya. Nataka kupitia maombi yenu, watu wote ambao wana mawazo ya wizi, ubadhilifu, uchonganishi, wenye mawazo ya damu za watu, wale ambao wanatamani vitu vibaya vibaya kwa nchi yetu, Ikulu waone hapaingiliki kwa namna yoyote wasitamani hata kusogea karibu na rais. Na ninaposema tumwombee rais na tufunge milango ya ikulu dhidi ya watu wabaya, wasipenye watu wabaya wanaokwenda kushauri vibaya kwa rais. Nitawaomba tu, nitawaomba kwanza na, naomba mambo mawili. La kwanza, maombi haya ninayotaka tuyafanye lazima yaongoze na askofu. La pili, maombi ya kufunga milango ya ikulu dhidi ya watu wabaya. Tunataka rais wetu awe salama. Tunaelewana?